Bima pap urahisi wa maisha. Jambo lingine, kwa kuwa niko Mtwara na chama kilinituma wakati tumepata matatizo ya kukatika kwa barabara, mawasiliano ya mikoa ya kusini, Dar es Salaam na Pwani, wabunge wa mikoa hii miwili akiwemo mbunge wenu walienda kumuona katibu mkuu wa Chama Cha Mapinduzi, ujenzi Nilipita niliwaelekeza, walikuwa saiti, walirejesha mawasiliano. Lakini pia nilieleza tuko katika kipindi kigumu, kipindi cha mafuriko, kipindi cha mvua. Tayari Dr Samia Suluhu Hassan alishatoa fedha bilioni mia moja kujenga madaraja hayo na wakandarasi walikuwa saiti wanaendelea kujenga nguzo, wakati mafuriko haya yanakuja. Bahati mbaya, jana usiku mvua zilinyesha nyingi sana, maeneo mengine mawasiliano yalikatika kwa muda wa masaa, lakini asubuhi ya mawasiliano yamerejea, na wa magari yameanza kupita. Ni watoe wasiwasi. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan asubuhi ya leo amemwelekeza Waziri Mkuu Kasimu Majaliwa kesho anatia timu pale, ili kuhakikisha mawasiliano ya mikoa ya kusini yanarejea. Piga ya makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. ya kwamba CCM ina wajibu na dhamana na wananchi wa Tanzania. Kila patakapotokea changamoto, serikali ya Chama Cha Mapinduzi na Chama Cha Mapinduzi kina dhamana na wajibu wa kushughulika na matatizo ya wananchi. Kwa hiyo, ni watoe wasiwasi, serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan unalitambua tatizo linaloendelea ambalo limesababishwa na mvua zinazoendelea. Jitihada zinafanyika na mawasiliano kati ya mikoa ya kusini, wananchi wataendelea kupata usafiri wakati serikali inajenga madaraja ya kudumu. Moye mi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria natumia bimapap kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima, inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo ba hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066, ujipatie bima. Bima pap urahisi wa maisha.